tea hapo nyuma alikutesa tena, unamchukia? yako wapi? maneno yako iko wapi? promisi yako yako wapi? mapenzi yako, mbona sasa umenidanganya? Mapenzi si ya kulazimishana. Ulipotoka uliniambia Hebu nisikilize kwa makini, mimi niliwakuta hapa kwa macho yangu, wako hapa, wamesimama haya ya maeneo ehe, baba. Watu wenyewe wako wapi? hapa mmetoka mkuku, mkuku, mkuku, ee, mpaka nimekata viatu mwenzie, unifikisha hapa, hamna watu, ni hewa, tunaona tu hapa na majani tu na miti tu basi, watu siwaoni, watu wako wapi baba? Sasa hilo ni swali kweli la kujiuliza. Kama mtu mzima, mimi niko serious katika hili jambo, inamaanisha kama hatuboja kukuta, inamaanisha kwamba wameondoka. Sasa unashinda unashinda, yaani vitu vitu vingine si make sense. Aya, mba, waka, tu haya basi, hata nifikirie sasa kwamba walivyokuona pa wakaondoka tu, wakasema huyu moja kwa moja akaenda kusema kule, na wenyewe akasema kwamba na sisi tuondoke, si ndio? Mimi nahisi takuwa au unaanza kunichezea akili yangu sasa, maana hata sielewi. Kwanza bwana mwenyewe, bwana gani hapo ulikuwa umemuona wewe yataene nayoandashinga nakudai elfu kumi na tano namaishauasau mpaka dei elfu kumi na tano Basi sawa, ina shida baba akoka elfu kumi na tano ako kausumbufuka, kunitoa pale mwenzie. Umenikuta pale kwenye mudi nzuri kabisa pale, bwana mwenyewe kwa kanipiga magoti mwenyewe. Ndiyo alikuwa naenda kuja kwenye mfumo pale, ili nipate elfu kumi ni na tano yako, nikulipe wewe, ukaja ukaaribu wewe. Nimemkuta mme wako huko kasimama na mwanamke Unanitoa mkuku mkuku, mwenzio nacho kuomba msamaha na kuja huku na kuta hewa. Sasa hiyo elfu kumi na tano ndio ya usumbufu unitoa wewe kwa kuneta mpaka hapa. elfu kumi na tano naenda kununua viatu vyatu vingine, kama unavyoona kiatu changu kishakatika kachika hapo. Hatudaiani tena, elfu kumi na tano ndio basi. Kwa heli. Yani ya, tummalizana kivipi? Mmalizana sikiliza wewe Yaani tumaliza, yani huu sawa wa kumalizana elfu kumi na tano hivi hivi, yani safi. Mbona nakuona hapa? wakati huo jana tuliongea twende nikupeleke kwa bosi kwenye kazi, hata wakati huu nakuona hapa. Vipi? Yani sikufiche, wakati jana umeniambia kwamba kuna deal tunataka tukalifanye, sauti ya sifa, twende tukafanye deal. Mimi pale pale nikapigiwa simu na Trump. Sitaki kunchanganya mi akili yangu na, yani, nini? ni undugu, najua kuchanganyaje? Undugu yani wakupigiwa na Trump wewe? Wewe mimi yani, Trump? Trump huyu huyu kanipigia kutoka White House akaniambia kwamba siku mm, sauti ya sifa sijui nimeona kwamba kazi zako zina trendi sana nasikia kwamba wewe ni ticha unafundisha tu maswala ya online e, kwamba basi uje na mm, mimi unifundishe hivi nimemkatalia ndio maana umeniona niko hapa lakini kama nisinge mkatalia sasa ngoja wewe ni shazia, nice unaota ndoto za mchana huu sio unaota ndoto za mchana yani paka kuniona hapa sasa kwamba mimi nimemkatalia kazi maneno mengi naomba twende kule kazini yani hivi e... bosi anatusubiri jana nimemwambia kuna ndugu yangu anataka kazi hivi, nitakuja naye sasa. Wewe nasubiria mpaka saa hizi, nimeamua nikufuata, alafu saa hizi nakukuta ueleweki hivi wewe, mfano ndo ungekuwa mimi yani? Na mimi siwezi kuwa kama wewe. Hebu nisikilize basi kidogo, ungekuwa ndo mimi ukasikia kwamba Trump kakupigia simu, kakwambia uende Marekani, mimi nimemkatalia Trump kwa sababu yako. Hivi wewe huwezi kujua kwamba wewe mimi kama, kwa sababu yangu mbona hukuje nakuja. Simbonakuja unavyoona hapa nimetoka ni nikuja. Ah ah. Hapo je basi basi basi, brother sema fresh twende. Lakini nikuulize tu swali moja la mwisho, okay. Hapo je unanionaje? Je je naweza nikafanya kazi je? Yaani unanionaje? Wewe wewe wewe dogo, mtoto Mwanamke wako hapo kwanza. Wewe kwa kwa kwa kwa kwa yeah, yeah, uko wapi? Niko hapo kwa rafiki yangu. Kwa nini ungetoka na unatoka si ndio? Natoka kwenda. Wewe uko wapi? Niko kwa rafiki yangu. Nimetoka ndio nimerudi hapa sasa hivi. Kwani kuna shida gani? Wewe uko mwanamke wako uko hapo umesimama naye. Au sasa hivi unajifanya kuwahi kwa ni nyumbani. Lengo ni sikuuliza au ni

nyumba ya, ya, ya watu jogonga kwa sauti. Sasa unagongaje hivyo? Kama vile unagonga naingia chooni yani, gonga kwa sauti basi. Sasa mambo siana, unafika unagongagonga tu kwa watu bila adabu, kama kuna mbwa mkali. Jamani, maneno mengi. Mimi nimekuja ni nime, ule tuliongea masuala ya kazi, kwa hiyo nimemtafuta, nime okay. na kijana mwenzangu nimekuja naye okay. kuna uhakika na huyu mwenzio anaweza kazi? Ndio brada, na nauwakika, tena anafanya kazi vizuri sana. Ok, kama atakuwa mwaminifu, tutafanya kazi mkiangu. Mjoi, hapana, ila hapa inaonekana kuna kazi mbili. Kazi mbili.